Dance naipenda kutoka ndani ya moyo wangu, siwezi kukaa siku yoyote bila kufanya dance. Kwa majina naitwa Tariq Saidi natokea Dar es Salaam Magomeni na miaka 23 nimesoma kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha nne. kufika kidato cha nne kwa bahati mbaya sikufanikiwa kupita nilifeli. nilijihusisha katika masuala ya kuuza maji Ratiba yangu kila siku, nikiamka asubuhi, wanafanya usafi nyumbani. Nikishamaliza kufanya usafi, natoka nakwenda kukodisha mkokoteni. Nikishaenda kukodisha mkokoteni, wanawapelekea watu kwa sababu watu ambao wanawapelekea washatoa oda tayari, waniwapelekee maji. Nikishawapelekea maji, wa wananilipa, wakishanilipa, wanapata kipato. Nikishamaliza nikishamaliza kupata kikipato, narudi nyumbani, nafanya shughuli zangu ndogo ndogo. Nikishamaliza kufanya shughuli zangu ndogo ndogo, nafanya dance. Kazi ambayo naipendelea kuifanya ni kazi ya dance. Mtu alinivutia kwenye mchezo wa dance ni Jason Derulo, kwa sababu Jason Derulo jinsi anavyocheza. Wa napenda jinsi anavyocheza. Na chengine huwa akicheza na masajisho wenzake. Basi nikimwangalia, huwa kama napata idea fulani ya kucheza jinsi yeye anavyocheza. Kwa hiyo nampenda yeye jinsi anavyocheza. Mchezo wa dance jinsi na ninavyoupenda. Yaani inafika kipindi hata nikikaayu wanausha miguu nausha mikono. Yaani hata kama nikisikia mziki sehemu, basi yaani inakuwa nacheza kwa, hata kama watu wakiniangalia, mi wasijali, kwa sababu mziki naupenda ndani ya moyo. Na siku kipita kama niko bizi Muda wangu wa dance ukapita, huwa najisikia vibaya. Si sijisikii vizuri. Majirani zangu wakiniona nafanya wanafanya mchezo wa dance, wanauona mchezo wa kiuni. Wanaona sio mchezo mzuri. Inafika kipindi, mpaka wakiniona na dance, huwa wananichukia. Awapende mimi nifanye dansi. Ushauri wangu kwa vijana, baada ya kukaa kijiweni kutumia madawa ya kulevya, wanaweza wakaungana na mimi tukafanya dance, kwa sababu wanavyokaa kijiweni hakuna faida yote ambayo wanaoipata zaidi ya kutumia madawa ya kulevya na kujiasiri mapafu. Malengo yangu kama nikipata mzamini ni kukusanya vijana wenzangu na kushiriki katika swala la dance.